neema mungu inaokoa inamwokoa mtu katika kushindwa katika magonjwa katika mateso mbalimbali katika hofu mkumbuke nuhu mungu alipomwambia nuhu kwamba nitangamiza kila chenye mwili duniani na nuhu ana mwili. biblia inasema nuhu akapata neema machoni pa bwana ile mwanzo sura 6 mstari wa nane. nuhu akapata neema machoni pa bwana. kwa hiyo ile neema ndio iliyomwokoa nuhu. mwanzo 19 kwamba rutu. akapata kibali kwa wale malaika ambacho kibali ni neema. Neema ni kibali cha Mungu kwenye maisha ya mtu. Ko, neema kazi yake kubwa pia ni kumwokoa mtu. ukiwa kwenye matatizo, kwenye changamoto, kwenye shida ambazo ziko nje ya uwezo wa kibinadamu, ziko nje ya nguvu zako, ita neema ya Mungu ingie kazini. Yenyewe kama yenyewe ina nguvu ya kukubeba na kukutoa kwenye maangamizi, yenyewe kama yenyewe. Cha msingi tu uamini. Kwa nini utazamia neema ya Mungu? Kwa sababu mikono ya mwanadamu kuna mahali ikifika ina feli. Ukisoma Danieli sura ya sita, bali walipiga marufuku hakuna mtu kuomba kwa mungu yoyote ndani ya siku 30, atakayeomba kwenye tundu la simba. Danieli alikuwa ni rafiki wa mfalme, rafiki wa mfalme ipete na kidole na mfalme wanapendana, mfalme anampenda danieli kuliko maelezo, lakini ilifika mahali mfalme mwenyewe alishindwa kumtetea. Sababu ni sababu sheria imeshawekwa na ameshapitisha kwamba atakayeomba kwa mungu awe yote ndani ya siku 30 kwenye tundu la simba. Biblia sema, mfalme alipambana kila namna ili kumuokoa Daniel. Alishindwa sababu sheria ilimfunga. Akamwambia mfalme, kwa sheria za Kiajemi ikipitishwa, imepitishwa, hauna namna ya kuweza kuipindua. Akaambia tu Daniel, na Mungu wako unayemtumikia na akuokoe. Neema ya Mungu iliingia kwa Daniel na kumtoa. Biblia inasemaje? Mfalme alifunga usiku, hakula, hakunywa kupiga sherehe. Ili nini? Alikuwa anamwombea. Biblia sema, alifunga kwa ajili ya Daniel. Imagine, hakuwa anamwabudu Mungu wa Daniel ila alifunga kumwomba Mungu wa Daniel amsaidie. Hakula, hakunywa ili ni ili Mungu amsaidie Danieli. Asubuhi alipoenda akamwambia, eh, Danieli aliposhangaa, yupo anamwambia, imekuaje? Sema Mungu huyu nayemtumikia alituma malaika wake wakawafunga makano ya wa simba wasinidhuru. Kwa hiyo malaika waliingia kazini kumsaidia Daniel na kumpigania Daniel kumtoa mule kama matokeo ya neema ya Mungu. Hiyo iliyokuwa kwa Daniel iliyoshuka na kumtoa Daniel mule. Malaika hawezi kuingia mahali na kufanya kazi kama neema ya Mungu haijaingia. Neema ya Mungu inatangulia kwanza ndio inompa kibali malaika kuingia. Neema ya Mungu ndio inomfungulia mlango malaika aingie. Ndio maana sio kila mahali malaika ataingia. Ni mpaka neema ya Mungu ingie kwanza. Neema ya Mungu isipoingia malaika hana kifaa cha kutumia. Kwa hiyo kwa Daniel iliingia kwanza ndipo malaika kaingia utumia ile neema kumtoa kwenye tundu tundo la simba akiwa salama. Ester 5:2, ikawa mfalme alipomwona malkia Ester amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea Ester fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi, naye Ester akapata kibali machoni pa mfalme. Kumbuka kibali ni neema. Kwa hiyo anasema hivi, naye Ester akapata neema machoni pa mfalme, wakati hapo wameambiwa watauawa wayahudi wote Kilichoenda kuwasaidia kuwatoa kwenye mauti ni nini? Neema. Sababu asingepata kibali kwa mfalme kwenda ye, sababu ulikuwa hauruhusiwi kwenda kwa mfalme kama hujaitwa. Esta alisema anaenda kinyume cha utaratibu na kitakachomsaidia kinyume cha utaratibu ni neema. Kwa mahali popote ambapo unahitaji jambo na utaratibu wa kibinadamu au wa kawaida hautendi kazi, ukienda kinyume cha utaratibu neema ya Mungu lazima ingie kazini. Ilipoingia kazini ikatoa Wayahudi wote kwenye mauti. Neema ya Mungu ina uwezo wa kuwatofautisha wale wa Mungu na wale ambao sio wa Mungu. Ndio maana Misri ilikuwa mapigo yote yale yote kumi yalikuwa hayawapati haya, haya wana wa Israeli ndani boja ya nchi moja, matukio yanatofautiana. Wakati huko wana giza hawa wana nuru, wakati huku maji yao ni damu hawa wanapata maji, wakati nzi wako huko hawapati nzi. Nini? Neema Mungu imewatofautisha kwenye dunia hii yenye kila aina ya uovu kwenye dunia hii yenye kila aina ya uharibifu, kwenye dunia hii yenye kila aina ya changamoto, unahitaji neema ya Mungu kutofautishwa, sababu kazi ya neema ni kukutofautisha wewe na yule ambaye sio wa Mungu. Ndio maana kwa Daniel sura ya sita neema ya Mungu ilipoingia kazini, ikampigana na kumtoa kwenye tundu la simba. Waliowekwa walikuwa wana neema ya Mungu. Biblia inasema kabla hawajafika chini, simba waliwadaka, wakavunja mifupa wao na familia zao. Sura ya tatu ya Daniel, kwa shida kimesha kina Bennego, wakati wanatupa kwenye tanura, neema ya Mungu ilikuwa pamoja nao, moto ukuwasumbua lakini bi msemaje? Wale walioshika kuwatupa moto uliwaramba, make uliwaua. Inakuwaje wewe unayenitupa mimi uuawe, alafu mimi nayetupa ndani ya moto nisife? Neema Mungu imekutofautisha.